Ni shukuru serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye ameendelea kufanya juhudi kubwa sana katika kuboresha huduma za afya katika mikoa yetu, katika wilaya, katika halmashauri. Wote tunashuhudia jinsi gani fedha nyingi zinaletwa kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya afya, ambapo ni sehemu zile mnazofanyia nyinyi kazi, sindio? mahospitali vituo vya afya zahanati na hospitali zile za rufaa. Tumeona ununuzi wa vifaa vifaa tiba na, na kuwezesha upatikanaji wa madawa kwa wingi sana. Ni kazi kubwa serikali imefanya, lakini tukiwa na hiyo na hiyo miundo mbinu alafu hatuna wahudumu wa kutoa huduma za afya ni kama hatujafanya kitu. Serikali pia imeliona hilo na imeongeza ajira za watoa huduma za afya na tunashukuru sana, hata mkoa wetu wa Mtwara tumepata hata uh, ajira mpya. Naomba pia nishukuru uh, wadau wa maendeleo, shirika la UNICEF ambalo linafadhili programu kubwa sana kwenye sekta hii ya afya, na mojawapo ya component ni mafunzo haya leo. Nichukue nafasi hii kuagiza viongozi mko hapa vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya katika mkoa wa Mtwara tuweke kipaumbele katika utoaji wa huduma hizi, huduma ya tiba okovu na huduma msingi kwa wagonjwa mahututi, ambayo ni ni huduma nafuu na ni huduma yenye ufanisi. Ndugu Katibu Tawala, mafunzo haya ya tiba okovu na huduma msingi kwa wagonjwa mahututi yanalenga kuokoa maisha kwa wagonjwa mahututi katika ngazi zote za kutolea huduma za afya kwa ngazi ya msingi. Ngazi ya msingi kwetu sisi watu wa afya ni kuanzia zahanati, kituo cha afya mpaka hospitali za halmashauri. Yanajumuisha watumishi wa afya kutoka halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani na halmashauri ya wilaya ya Nanyumbu. Haya mafunzo ni kama pilot study ya watu wa UNICEF wana- wameanza kwa kila mafunzo yako kwenye, kwenye mikoa mitano, kwenye mikoa mitano ambayo ni mkoa wa Songwe, Katavi, Kigoma, Dar es Salaam pamoja na sisi Mtwara, lakini ikiwepo Zanzibar. Mafunzo haya yanajumuisha watumishi 144 kutoka kwenye vituo vya afya na halmashauri na hospitali za halmashauri katika halmashauri zetu hizi mbili, na mafunzo haya yanaendeshwa kwa makundi. Kundi moja lina wastani wa watumishi ishirini na tano mpaka 30 tegemeana na na, na, na, na, na watumishi wale walioko kwenye vituo kwa kila halmashauri, na hadi leo wameshapata mafunzo watumishi jumla themanini na mbili. Kwa moja ya mikoa ambayo inanufaika na ushirikiano ulipo kati ya serikali ya Tanzania na shirika la Umoja wa Mataifa kuhudumia watoto UNICEF, na hasa kwenye sekta ya afya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mama na mtoto wanakuwa na afya nzuri. Kwa hiyo tumekuwa tukisaidiana katika masuala mazima ya chanjo, uboreshaji wa huduma, uimarishaji wa mifumo na kadhalika. Kwa hiyo hili linalofanyika leo ni sehemu moja tu ya vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye mkoa wa Mtwara. Kwa kwahiyo niendelee ni tu kuomba uh, ushirikiano kiipata, na support ambazo umekua tukiipata na tuendelee kufanya kazi kwa pamoja ili uh, wananchi wetu waweze kunufaika na taaluma hizi, wanufaike na taratibu mbalimbali ambazo serikali inazipanga kwa ajili ya watu wake. Yenyewe haiji na mifumo mipya. Siku zote tumekuwa tukishughulika na kuimarisha mifumo ya serikali kwa taratibu ambazo serikali imejiwekea. Kwa hiyo si tunaongeza nguvu tu pale utaalamu na fedha kidogo na kuhakikisha kwamba tunakuwa na ushahidi kwa kwamba hivi vitu vinawezekana, vinafanyika katika sehemu rahisi kama hivi sasa hivi ambavyo tunafanya kazi katika, katika hizi uh, huduma za afya ya msingi kwa maana ya dispensary health center na hospitali za, za wilaya na baadaye tunaweza tukaenda mpaka hospitali.